Bwana Heavyweight, wekundu wa Msimbazi Simba wametoa taarifa rasmi eh, kuelekea pale nchini Egypt kwenye mchezo wao kwa kwanza wa kwanza kabisa wa robo fainali ya michuano ya kombe la shirikisho, mm. Eh, tuachana na taarifa hizi sasa. Kwa namna ambavyo wewe unaotazamia mchezo huu kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, unakwenda kuwa mchezo wa aina gani bwana? Nah, kwanza nikwambie kitu kimoja, mimi binafsi nimefurahi sana michuano hii kurejea kwa sababu mimi huku ndo nyumbani Sawa, yani mi huku ndio vitu ambavyo unapenda, yani yale mambo ya sijui dabi kuairishwa, sijui mambo ya mguto, mara sijui kasi mara nini, yani vile mimi sio vitu vyangu kabisa. Vitu vyangu mimi navyovipenda, au sehemu ambayo mi naipenda kujidai ni kwenye hii michuano, kwa sababu huku uzuri wake ni kitu kimoja tu, huku hamna zile bla bla, sijui nini nini, sijui hivi na hivi, hakuna sijui wazee tactical analysis vitu fulani vizito vya kiufundi ambavyo mimi ndio napenda sana kuvizungumzia. Kwa hiyo yeah. Nimekuja nyumbani sawa, na nategemea nitakuwa na kupeni na walisha na nyinyi, kwa sababu unajua nyinyi ndio mtakaokuwa mnafaidika zaidi. Wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza kujua vitu vingi kuhusiana na Almasri kutoka kwangu kuliko mtu anayekusikiliza. Kwa hiyo ya nimefurahi na no. Simba naenda kukutana na mchezo mgumu by the way kule Misri lakini ni mchezo ambao wanaumudu, sio ugumu. Jambo moja, sababu ushafika robo finali knockout stage, na of course unacheza na mtu kama Almasri ambaye ameshawahi kufika nusu fainali kwenye hii, hii michuano. Tafsiri ya haraka haraka, ugumu upo, lakini ule ugumu haimaanishi Simba hawawezi kuumudu, sababu Simba wameshakutana na kashikashi nyingi sana kwenye hii michuano ambayo wamekutana na timu zenye uzito wa juu zaidi kuliko Almasri kwa hiyo kwa haraka haraka ni hivyo, ndio kwa hiyo yu... wajipange, of course wajipange, kwa sababu ni of course ni timu ambayo kwanza ni kongwe, maana yake imeanzishwa mwaka 1920 na muda mrefu kuliko Simba Sports Club eh, maana yake imeanzishwa, alafu Simba inakuja kuanzishwa takriban miaka 16 mbele, maana yake ni kwamba ni timu ambayo ime, imeanzishwa muda mrefu zaidi, lakini kuanzishwa kwake still bado Simba na mafanikio ukija kwenye ngazi ya kimataifa kuliko Almasri, kwa sababu Almasri kwanza kwenye club kwa... bingwa hajawahi kushiriki ameshiriki kwenye kombe la shirikisho, of course amejaribu kuqualify yani kwamba amecheza ile qualification ya kombe la shirikisho mara sita, katika hizo mara sita amefanikiwa kuqualify mara nne, umeelewa maanake mwaka elfu mbili kumi na saba uh, walicheza michezo michezo ya kuqualify kombe la shirikisho lakini safari yao iligotwa na KCCA ambao waliweza kuwaondosha kwenye last stage kabla ya kuingia kwenye group stage, wakashindwa kuficha kwenye group stage nafikiri unakumbuka walimtoa Simba Sports Club. Baada ya kumtoa Simba Sports Club walikuja kumtoa Muunana, alafu baadaye wakaingia kwenye uh, michuano hii waki kwenye hatua ya makundi manake, na wakafika mpaka nusu fainali, wakacheza na Vita Club, umenielewa? Mechi ya kwanza walitoka sare bila kufungana kule Misri, mechi ya pili inafanyika Congo, walifungwa mabao manne sifuri. Labda kama watu hawajui wa ni kwamba Al-Masry, kipigo kile cha mabao manne sifuri kinakuwa ni kipigo cha pili kwa ukubwa kwenye e, hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho. Of course rekodi ya kipigo kikubwa zaidi cha nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye nusu fainali kinashikiliwa na Zamalek ambao waliwahi kupigwa magoli matano kwa moja na Etoile du Sahel, umeelewa hiyo. Tunazungumzia Oktoba kumi na tano ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Of course, hicho ndo kipigo kikubwa zaidi kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho kinashikiliwa na Zamalek. Zamalek ni mkubwa of course, na kwa Zamalek kile kinakuwa ni kipigo kikubwa zaidi kwenye michuano ya kimataifa toka walipofanya hivyo mwaka 1987 wakifungwa na Asante Kotoko mabao matano kwa sifuri. Kwa unajua hilo. Kipindi hicho, uh, michuano hiyo inaitwa African Club of Champions Club. Ndio, unajua. Of course. Kwa hiyo hizi ni records ambazo wanazo ha. Kwa hiyo sio hivyo tu wame, wame, wame, wamefika pia group stage mwaka 2022 nelewa eh, kwa sababu mwaka elfumbili kumi na tisa walitolewa na Joliba ya Mali. Kwa hiyo wakashindwa kuingia kwenye group stage, lakini elfu mbili na ishiri na mbili wameingia kwenye group stage, na hii inakuwa group stage yao ya ya nne kihistoria na katika mara zote ambazo wamefanikiwa kuingia group stage wameweza kufika robo finali, sawa. Ingawa katika hizo robo finali ni moja tu waliweza kuod mpakanusufainali ya elfu mbii kumi na nane na Vita klabu ambayo walikutana nayo Fabrice Ngoma alikuwepo akiunda eneo la kiungo, kwa hiyo anakutana nao kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni timu ambayo n e, ina ina, ina, seme ni, ina uzoefu fulani, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao ni wazoefu hapo kwenye kikosi cha Al-Masry ambao si simba kama simba wanapaswa kuwazingatia na kuwaangalia kiumakini, wasiwachukulie poa poa. Tangu ukiachana na swala la wachezaji hili, Al-Masry na hawakuwa na mwanendo mzuri sana kwenye ligi yao, lakini tangu wabadilishi mwalimu eh, wanaonekana kama wamefufuka hivi na wanatoa ni kama wanatoa tahadhari hivi kuhekundwa Msimbazi Simba kwamba mje mkiwa mmejipanga. Eh, of course mwalimu ambao wamemleta Bujelbene bado ni ni mpya kwa sababu amekuwa ame, ame appointed tarehe ishiri na tatu Februari mwaka huu, manake bado muda mfupi. Na wao mwalimu ambao wamemuondosha Ali Maher aliweza kwenda michezo mitano michezo mitano ya mwisho kabla hawajamtimua alishinda mchezo mmoja tu eh, lakini ndo aliiongoza hii timu kuweza kucheza mechi zote za makundi, kwa hiyo aliisaidia kuweza ku, eh, kufika robo finali kwa kiasi kikubwa, timu yake ikifunga mabao saba ikiruhusu manne, sio mbaya. Lakini kuleta mwalimu mpya tunaweza kusema ni, ni advantage, lakini disadvantage kwa sababu simba wana, wana, wana Fadlu kwa muda mrefu toka msimu unaanza hawaja pitia kashikashi ya kubadilisha mwalimu wala nini. Kwa hiyo automatically mwalimu anapokuwa mpya wachezaji wanaweza wakawa wanajitoa kwa, kwa sababu ya kujaribu kugombania namba, lakini kuna vitu vingi vinaenda kubadilika kiufundi na inaweza ikawa pia faida kwa upande wa Simba. Kwa hiyo ni win to win, lakini uh, overall, ni ni timu ambayo ita, itatoa ushindani sawa, kwa sababu kuna vitu ambavyo Simba wanapaswa kuvizingatia kuelekea kwenye huu mchezo na miongoni mwa vitu ambavyo vya kuzingatia ni pamoja na kuelewa kwamba pamoja na kwamba Al-Masri wa wana wachezaji wengi sana wapya kwenye kikosi chao, takriban wachezaji saba wanaoanza kwenye kikosi cha kwanza wote wamesajiliwa msimu huu, ni kama Simba, ni kama Simba, lakini kuna wachezaji ambao wana uzoefu na wana uwezo mzuri wa kuamua mechi kubwa ambao wameshawahi kufanya hivyo, si unaelewa? Na miongoni mwa wachezaji hao kuna mwamba anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf Fakhreddin Ben Yusuf. Lazima, -uki ukienda kukutana na mwamba kama huyu uwe na heshima na taadhima, kwa sababu ndo mchezaji pekee ambaye amefunga hat-trick so far kwenye michuano hii. Michuano hii nafikiri unajua eh, ni hat-trick moja tu ndio imetokea, ambayo yeye ndo anaishikilia, akifunga mabao matatu kwa moja dhidi ya ya Black Bulls ya Msumbiji, sio unanielewa? Huyu yeah. Uh, ni mchezaji ambaye, uh, ni mkongwe kwanza, jambo la kwanza, kwa sababu amecheza vilabu mbalimbali mbali. lakini miongoni mwa kilabu ambacho amewahi kucheza kwa mafanikio ni CS Faxie. Umenielewa. Amecheza CS Sfaxien, na kama hujui ana ni mchezaji pekee ambaye anashikilia rekodi ya kuwa na kombe la shirikisho alilitwaa mwaka elfu mbili kumi na tatu. Katika msimu huo aliweza kutoa pia ubingwa wa ligi na kuchaguliwa pia kuwa mchezaji bora wa Tunisia ambayo ni big achievement kwa individual player Sinelewa na kwa mantiki hiyo alikuwa na maelewano mazuri sana nafikiri CS Sfax yeye. Kwa watu wanaofuatilia ligi ya Ligue 1 professional ya Tunisia wanaelewa, kulikuwa kuna mwamba ni Ferjani Sassi pamoja na Ali Maaluli ambaye amewahi kupita wote, walikuwa wanaunda ile squad, ndio walichukua ubingwa wa ligi pamoja na ubingwa wa kombe la shirikisho akimfunga TP Mazembe. Huyu jamaa alicheza, sielewa, na akachaguliwa mchezaji bora wa, wa, wa, wa msimu katika kipindi hicho wakati ya anacheza umeelewa. Of course hatrick yake ambayo amefunga dhidi ya Black Bulls inakuwa ni hatrick yake ya pili kihistoria, umeelewa, kwa sababu amewahi pia kufunga hatrick e, nafikiri de, ilikuwa ni Oktoba 15 ya mwaka 2022, kipindi upo Pyramids FC. Kipindi hicho aliifunga ali klabu moja inaitwa Ahli Al Sahil ya Sudan uh, na kuisaidia timu yake kuweza kuondoka na mabao 7-0 kwenye hii hatua ya qualification ya kombe la shirikisho kabla ya kuingia makundi si umenielewa. Lakini kama haujui pia ni kwamba kwenye historia e, klabu ya Al-Masri haijawahi kufunga hatrick kwenye mchezo wowote wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Huyu jamaa ndo anaandika historia kwa mchezaji wa kwanza kufunga bao kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf. Yusuf. Kwa hiyo Simba Sports Club wanapokwenda kumkabili huyu wanatakiwa wawe makini, kwa sababu ana uwezo mzuri wa kufunga, umenielewa umenielewa, lakini vilevile vile ni hata bao ambalo lilifunga bao la pili, umenielewa. Mpira ulipigwa mrefu, akau receive kwenye pressure, akau control sio, umenielewa? Kisha akaweka kwa Khalid Al-Ghandwi, uh, Khalid Al-Ghandwi wakati akampa Salah Muhsin, nyota wa zamani wa Al Ahli. Ameshawahi pia kukutana na Simba Sports Club mwaka 2019 na mwaka 2021, katika akiwa na kikosi cha Al Ahli aka, akafanya attempt ikawa saved, alafu baadaye huyu uh, mwamba Fakhreddin bin Yusuf akamalizia hiyo yu, mm, yu, of course amewaka kwa sababu ni mchezaji ambaye ndo top scorer kwenye ligi katika kikosi cha Al-Masry akiwa na mabao saba. Kwa hiyo ni wachezaji wawili tu wapo juu yake, ambaye ni Emma Mwashu ambaye ndo anashikilia ile ile uh, list ya wafungaji bora pale juu na mabao yake tisa. Mwingine ni Faisal Omar kutoka National Bank akiwa na mabao yake nane ametai pamoja na Thierry uh, na anaitwa huyu uh, Nasri Manzi ambaye anacheza katika kikosi cha Zamalek naye akiwa na mabao nane alafu ndo anakuja Salah Muhsin. Kwa hiyo ni mchezaji pia ambaye nimemuongezea yeah, yeah, wa kuchungwa. Ingawa bado hajafunga lakini kumbuka na assist ya bao pekee ambao lilifungwa na Ahmed Gabir ambao kwa jina maarufu anamuita Mido, nyota mwenzio wa zamani wa Al Ahli akifunga katika ile sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Black Bulls, yeah. Ule Msumbiji. Sawa? So, kwa hiyo ni wachezaji wa kongwe hao. Lakini mchezaji mwingine ambaye anatakiwa kumwangalia kum, kwa heshima na taadhima anaitwa Mahmud Ahmada. Of course huyu ni mchezaji mzuri, nyota wa zamani wa Pyramids FC pamoja na Falco. Uh, lakini vilevile vile amefunga mabao mawili katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Enyimba, nafikiri unakumbuka walishinda kwa mabao mawili sifuri, Al Masry walikuwa nyumbani. Umeelewa hiyo yeah. inakuwa ni mchezaji wa pili kufunga magoli mawili maanake brace katika mchezo mmoja kwenye hatua ya makundi katika mchezo wa ufunguzi wa hatua ya makundi. Nafikiri mwaka elfu mbili kumi na nane aliwahi kufanya kitu kama hicho, mwamba anaitwa Ahmed Goma ambaye aliweza kufunga mabao mawili pia katika mchezo dhidi ya UD Songo katika mchezo wa, wa, kufuzu wa hatua yeah, katika mchezo wa kwanza maanayake wa hatua ya makundi, ufunguzi wa makundi. Lakini kama overall, kwa wachezaji waliofunga brace katika hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho wapo watatu kuna huyo kuna Ahmed Goma pamoja na Agustin Amutu ambaye aliwahi kufanya hivyo pia mwaka elfu mbili kumi na tisa Disemba moja dhidi ya FC Noadhibu ya nchini Mauritania. Kwa hiyo hiyo brace yake aliyofunga dhidi ya Nyimba, anakuwa mchezaji wa tisa msimu huu ambao ameweza kufunga brace kuna kina Abdullah e, Ismail Belhasemi, umenielewa, alifunga mabao mawili kwenye mchezo mmoja. Kuna mtu kama e, Celestine ekua ekua, ambaye anahusishwa pia na Simba smb alifunga mabao mawili pia. Kuna, e, e, kuna Joseph wa, Amutu, ambaye atule na namaanisha ambaye anacheza katika kikosi cha Enyimba, naye amefunga mabao mawili. Kuna Yusuf Zaudi wa e, RS Berikani, naye amefunga mabao mawili yani, katika hiyo listi wapo wa wachezaji hapo lakini kuna Zakaria Bensha nafikiri unakumbuka, tulikuwa naye kwenye kundi moja, anacheza katika kikosi cha CS Constantine alifunga mabao mawili dhidi ya CS Sfaxien. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye pia anapaswa kuchungwa. Na kama haujui, ni kwamba huyu jamaa amewahi kufika finali ya kombe la shirikisho alipokuwa na Pyramids FC msimu 2019 20, lakini aliweza kufika pia nusu finali ya kombe la shirikisho msimu 2020 20, 20 na moja akiwa pia na FC, eh, Pyramids FC lakini aliweza kuondoshwa na Raja Casablanca kwa mikwaju ya ya penalti au sio, anaunda eneo la kiungo pale, anatakiwa kuangaliwa kwa jicho la ziada lazi, sio, unanielewa? Of course, kwa hiyo hao ni wachezaji ambao unatakiwa ukienda kuwakabili, unatakiwa uwe na heshima na ta na taadhima, lakini kuna mwamba anaitwa Abdurrahim, eh, Abdurrahim Dernum. Jamaa kwanza ni play, ana uwezo mzuri wa ku playmake, playmaking ability yake ni kubwa sinaelewa katika mchezo dhidi ya Black Bulls Maputo, goli la pili ambalo linafungwa na na huyu Fakhreddin Ben Yusuf ambaye nimetoka kusema amefunga hatrick yeah, jamaa alipiga mpira mrefu kwenye half space akimwangalia huyu Karim Bambo ambaye alikuwa anafanya mikimbio kwenye half space upande wa kulia yeye uh, aliweza kuwa na jicho hilo la kuona space pale na kuweza kupiga kwa Karim Bambo, ambaye alienda kutoa cross ambayo iliweza kuzalisha bao la la kichwa la Fakhreddin Ben Yusuf. Kuna mchezaji mwingine uh, ambaye yupo katika kikosi cha Al-Masri kwa muda kidogo, ambaye Simba nao wanatakiwa wamwangalie mkongwe japo umri wake sio mkubwa lakini mkongwe kwenye kikosi kwa sababu yupo kwenye kikosi toka mwaka elfu mbili kumi na tisa. Anaitwa Karim El Eraki. Karim El Eraki kwanza ni miongoni mwa majina ambayo yanatizamwa na, na klabu ya Al Ahli. Ni fullback wa kulia sio, unanielewa? Ni mchezaji fundi sana. Katika setup ya bao la pili ambayo lilifungwa na Al-Masri dhidi ya Enyimba kule Misri, yeye alihusika kwa sababu alidrift mpaka kwenye eneo la kiungo na kupiga pasi ambayo ilimkuta Mohamed El Shami ambaye aliweza kutoa assist, alipiga vipasi ambayo ikamkuta huyu Mahmud uh, uh, Ahmad, Ahmad ambaye ndo aliweza kufunga bao. huyu huyu huyu uh, nyota huyu Karim El Eraki ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, sawa, na anakuwa mchezaji wa pekee wa kwanza na wa pekee kuweza kushinda ubingwa wa Olympics mwaka elfu mbili kumi na tisa katika kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka ishirini na tatu. Alikuwa mchezaji pekee kutoka Masri kuitwa kwenye kikosi cha Olympics cha cha Faraos, chini ya umri wa miaka ishirini na tatu na alitoa ubingwa, na aliwahi kuhusishwa na vilabu mbalimbali barani Ulaya na kwa sasa ndo taarifa zinakuja kwamba anahitajika na kikosi cha Ahli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unatakuwa unavukua, una, una, unaenda kumkabili, uwe na heshima na na atawadhima kwa sababu ana uwezo. Tactical ability yake ni kubwa, kama ana uwezo wa kudrift kwenye eneo la kiungo na kuachia pass ambayo inaenda kufungua shambulizi la bao. Tafsiri ya haraka haraka, huyo ni mchezaji ambaye anatakiwa aangaliwe kwa jicho la ziada. Yani hapo kama vile unasema kwa upande wa kundi Msimbazi sima kama ambavyo unamzungumzia Shomari Salu Kapombe of course yani, uh, unajua Shomari Kapombe mara nyingi amekuwa ana strength zaidi upande wa pembeni pembeni mwa uwanja. Huyu Alera akini hatari hata eneo la katikati uki, ukimwachia space. Of course amewahi lakini naongelea ubunifu sio kucheza tu. Sababu unaweza ukawa unacheza unatimiza majukumu ya eneo la kiungo lakini huna ubunifu wa kutosha kumudu kucheza eneo la kiungo. Sasa huyu Alera aki hata akimwacha eneo la anacheza pembeni lakini hata ukimwacha akidrift eneo la, la, la katikati na kumwachia space ya kuweza kufanya maamuzi unaweza ukalia. Kwa hiyo Simba wanatakiwa waangalie jinsi gani wanaweza ku kumdhibiti huyo kwa hivyo. Kwa ujumla kuna wachezaji wengi sana, si umeelewa? Kuna wachezaji wengi lakini kuna mwingine anaitwa Ahmed Mohamed Mahmud au kwa jina la utani anamwita Al-Armuti, amesajiliwa kutokea Saramika Cleopatra msimu huu, pia ni mgeni sawa. E, na alikuwepo katika kikosi ambacho kilitua ubingwa au Saramika ubingwa wao e, wa kwanza wa Egyptian League Cup e, mara mbili mfululizo elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu na ishirini na tatu ishirini na nne Of course amesajiliwa yeye pamoja na uh, Khalid Sobi ambaye ni center back akiunda uh, eneo la kiunga pamoja na na, na Hashim umenielewa Hashim Mohamed au Mohamed Hashim kwenye eneo la katikati pale. Huyu Khalid Sobi pamoja na huyu uh, Ahmed Al Murthy wote wametoka wa katika kikosi cha Salamika Cleopatra ambacho kilitoa ubingwa wa Egyptian League Cup msimu uliopita. Sawa eh? Yeah. Uh, ni, ni winga huyu. Ni habari nyingine umenielewa. Kina uh, Ahmed Gabir au Mido pamoja na Uh, of course Mido, yeah, sana sana anapishana na Mido Ahmed Gabir Mido An... pamoja na ukongwe wake amecheza Al Ahli, lakini kuna nyakati anakaa bench Ana... Ana bwana mdogo anaanza kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo unabidi una uelewe kwamba ni kwa hiyo kwenye safu ya ushambuliaji ya Al-Masri kuna huyo Al Armuti, kuna Fakhreddin, hmm. Ben Yusuf pamoja na Salamu Muhsin hmm. au wana uhakika wa kuanza pale nilikuwa nataka kumtaja na Karim Bambo manake kwenye ile winga wa kulia wanapokezana hawa Karim Bambo Naote, na wote na huyu Karim Bambo naye ni ingizo jipya pia, lakini wamemuingiza mtu kama Mohamed Makhlouf mneleo, ambaye ametoka katika kikosi cha Al-Ismailia, sambamba na senterback Mohamed Hashim wote uh, wamesajiliwa msimu huu kutokea Al-Ismailia. Kwa hiyo ni ni wachezaji ambao Simba Sports Club kama team pamoja na mimi na kocha Fadlu atakuwa kashafanya review, kashawajua kashawaona, uh, atatafuta namna ya kuadhibiti. Unajua mimi kazi yangu ni kuja tu na zile insights. Na uzuri, unajua nilikuwa nimesahau kitu kimoja. Na uzuri, hii michuano alobakia ni timu moja tu, Simba Sports Club kutoka Tanzania ndio amebakia kwenye michuano ya CAF, kwa sababu kuna timu moja inaitwa Yokohama FC. Yokohama FC, sawa, hiyo Yokohama FC yenyewe inataka izungumziwe tu. Yeah, Japan. Kwamba, yeah, Japan. yeah, yeah, yeah, yeah, ya Japani yenye hiyo timu ya Japani ya Yokohama FC yeah. iwepo kwenye michuano fulani isiwepo, iwepo kwenye huku isiwepo, yani yenyewe nitakaizungumziwe na usipoizungumzia watu wanaona kama huitendei haki sasa mimi naizungumzia Almasri yeah. sijui nani Almasri naizungumzia hapa kwa sababu ndio hii inacheza na Simba kwenye michuano mikubwa ya kombe la shirikisho ambayo Simba ndio timu pekee kutoka Tanzania kucheza kwenye ime, ambayo imebaki kwenye kwa sababu zilikuwa nne zote zimetoka, imebaki Simba Sports Club. Sawa na hapa naipa heshima Simba kwa sababu yenyewe pia inanipa mimi nafasi ya kuweza kuendelea kuzungumzia michuano mikubwa, kwa sababu leo Simba ikitolewa na yenyewe hata uh, kama nitaizungumzia mechi ya Esperance, nitaizungumzia mechi ya Al Ahli labda nitaizungumzia mechi ya Orlando, hakuna atakayefuatilia na kwa hiyo mwisho wa siku hiyo, Yokohama FC watulie kwa sababu Simba ndo timu pekee ambayo ipo kwenye mashindano. Alafu kae kitu kingine, jana Taifa Stars imecheza, lazima nigusie kidogo. Taifa Stars imecheza imefungwa mbili bila na Moroko. Taifa Stars ilikuwa na, e, na performance ya kuridhisha, kwa sababu mechi ya kipindi cha kwanza Moroko aliweza kudhibitiwa vizuri, akaweza kufurukuta wakashindwa kupata goli. Mechi mara pili ndo anakuja anapata goli la penalty pamoja na kona eh, kwa hivyo cha kushangaza ni kwamba kuna baadhi ya Watanzania, maanake Watanzania wamefurahishwa na Taifa Stazi kufungwa, eti kwa sababu wanafurahia, wanaona kama Taifa Stazi ingeshinda, pongezi angepewa Karia. Hivi hizo akili za wapi hizo hmm? Akili za wapi yani, kwamba wewe unaiombea Taifa Stazi ifungwe kwa sababu hutaki ikaria apewe pongezi? Unaona mfano labda Taifa Stazi ingetoa sare au ingemfunga moroko pongezi angepoa Karia na we hupendi, ushaaminishwa kwamba Karia sio mzuri ndio sasa. Hizo ni akili za ki, za-, za, za, za sijui ni, niite ni akili za kinini, lakini ni akili za hovyo hizo <laughs> ni akili za hovyo asema <laughs> adui mwombeja, adui yako ni Karia. Karia sikiliza, sawa. Taifa Stars jana eh, ime vizuri sana. kuna timu zimefungwa saba na Moroko menelewa kuna timu zimefungwa saba moroko, hiyo hiyo, na walikuja hapa kwetu wakacheza mpira mwingi kuliko, eh, kuna timu zimefungwa tano na moroko. Umeelewa? Sasa wewe kama unaiombea Taifa Stars ifungwe eti kwa sababu umpendi Karia, ina maana wewe akili yako haipo sawa sawa. Eti umeaminishwa uko na kiongozi kiongozi wa timu yako unaushabikia kwamba Karia si mzuri kwa hiyo unahamisha bifu lako kwenye timu ya taifa kwa sababu unaamini, kwa sababu timu ya taifa ikiperform sifa tapuakaria hivi. Hiyo kweli? Kwa mtu mwenye akili timamu, anaweza akawa na akili za kishamba na kijinga kama hizo? Dickson Job lazima, Ibrahim Bakari, sitaki kutaja wachezaji, ah, ndio nazungumzia. Ah, sitaki kutaja wachezaji, mi nazungumzia watu, sitaki kutaja wachezaji kabisa, ha hata mmoja staji, ila tu nataka niseme, hawa wanaonekana kufurahia hili. Ndani ya hili taifa kuna watu wanaowapa furaha, ndio maana nasemaje, wewe usiwaeleweshe wala usinikumbushe. Mi nazungumzia hichi kipande tu, ndio kwamba akili kama hizo ni za kijinga na hatutakiwi kuwa entertain watu kama hao sawa. hmm. Sawa. Kwa hiyo kama kama itokee tumefungwa, tumeshinda, tumefanyaje haiondoi kwamba kwanza, Karia amefanya kazi nzuri. Hiyo haiondoi ukweli kwamba Karia so far ndo rais mwenye mafanikio makubwa zaidi kwenye kombe la shirikisho, sawa yeah, kombe la mataifa Afrika kwenye uh, I mean, uh, kuongoza kwenye, kwenye mpira sorry, eti kombe la shirikisho kwenye, unajua kombe la shirikisho kwa sababu tumetoka kuizungumzia yeah. lakini kwenye uh, hata hizi timu zetu zinavyoperform katika international level, mazingira mazuri aliowekwa na uongozi wake. Sasa anatokea mbwabwa jaji mmoja anachukia mafanikio hayo kwa sababu ameaminishwa na si ndo fata upepo. Sasa hizo ni akili za ovyo. Mi nawaambia tu waachane na hizi habari azito, wapeleka kokote. Sawa, kwa hiyo tuna, tukirudi kwenye michuano ya kimataifa, nimetoka kuelezea insights kwamba Simba anaenda kucheza mchezo fulani yeah. Na watu ambao wana uwezo mzuri, kuna wachezaji wana uzoefu, nimetaja kina Fahreddin Ben Yusuf wana kombe paka la shirikisho Eh, kuna kina Mahmud Ahmad ambao wameshawahi kufika fainali ya kombe la shirikisho, lakini nimesahau kumtaja Salah Mohsin. Ni katika rekodi zake pia, ndo mchezaji pekee mwenye makombe matatu ya CAF Champions League, si umeelewa? Yeah, kwa hiyo watu wanabidi waelewe, amechukua elfu mbili na kumi na tisa ishirini elfu mbili ishirini ishirini na moja na elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne sawa. Kwa hiyo wanabidi pia waelewe hilo wa sio wanyonge kwa, kwa hivyo Simba ikishatoka kushinda huo mchezo, maybe. Tuka, uh, ika ikatokea ika, labda ime progress. kwa sababu kauli mbiu ya Ahmed nimeona safari hii tunavuka. Ehe, sasa kwa, kwa, kwa kauli mbiu hiyo ikitokea Simba wamevuka, kuna kundi fulani la watu ambao hawajui yani kwamba wanani wanakera, kwa sababu wao hawajui Almasri, hawajui rekodi zake, hawajui wachezaji gani ambao wapo pale, wanaformulate kikosi, wanasubiri tu Simba i progress. Waanze kusema si ile timu ilikuwa dhaifu, kwa sababu haya maneno ushe kuyasikia kipindi Simba wanatoka sare na Al-Ahli kwenye Super League, unakumbuka? Yeah. Eh, kuna watu walisema kwamba Simba ni dhaifu, namaanisha Al Ahli ni dhaifu, imechoka, imechoka. umenielewa Al Ahli hiyo ikaja ika kucheza na Yanga, nafikiri unajua nini kilichotokea kule Cairo. Kwa hiyo niwaambie mapema pale Almasri kuna wachezaji wana uzoefu, si umenielewa, wa hii michuano lakini pia kuna wachezaji wazuri wamesajiliwa wakito, wakiu, wakiu, wakifanya vizuri kwenye michuano ya ndani ya Egyptian League Cup pamoja na e, ligi kwa ujumla wapo pale wanaunda kikosi cha na wanauchwa mafanikio na wamebadilisha mpaka kocha Anis Bedelbene, ni ameshawahi kuwa kocha na maanisha ameshawahi kuwa mchezaji wa Al Ahli ana kombe la klabu bingwa, lakini ana kombe la ligi pia na Super Cup. Umenielewa, amecheza pale Al Ahli. Kwa anajua mazingira vizuri ya Misri ndo wamempa nafasi ya kuweza kuiongoza hiyo. Huyu tutakuja kumzungumza.